Mtandaoni eti unasema tukutanie eneo fulani kama upo vile Tanzania, lazima tutafakari kwa kina haya mambo. Na haya ninayowaambia wala si mambo ya ya ya, ya ni mambo ya nchi, wala si mambo ya, ya, ya vyama vya siasa. Haya ni mambo ya nchi. Haya si mambo ya serikali, ni maisha ya Watanzania. Haya ni maisha ya Mtanzania mmoja mmoja, mwenye chama na asiye na chama. Tumechezeshwa kamchezo juzi kabaya. Wanaochochea chochea hata hawapo hapa. Hata hawapo unaambiwa, kachome biashara ile, kachome jengo lile, kachome barabara ile. Barabara si mali ya serikali barabara si mali ya chama chochote cha siasa. Unaambiwa kachome nchi yako. Nchi hii si mali ya serikali, hii si mali ya vyama vya siasa. Vyama vya siasa vipo kwa sababu Tanzania ipo. Bila Tanzania hakuna chama cha siasa. Tanzania si mali ya vyama vya siasa, si mali ya serikali, wala si mali ya viongozi. Ukiwasha moto nchi yako, haumkomoi kiongozi yeyote. Hata hii miundo miundombinu hii, miundombinu hii. Mimi nimekuwa hazina pale Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Nimekuwa hazina pale mwaka 2011 15 na nikiwa naibu waziri. Na miaka mitano hii iliyopita nikiwa waziri wa fedha. Hakuna fedha inaitwa hii ni fedha ya serikali. Fedha yote ni ni kodi ya Watanzania. Ni mali yenu. Hata uchukue mkopo ni mali yenu. Ndio maana ugono msikia kila wakati Rais Magufuli anasema hizi ni fedha zetu. Kwa sababu mkopo, si utalipa. Utalipa kwa sababu ukichukua mkopo si utalipa. Utalipa kwa fedha yako. Umetanguliza tu fedha yako, uende ukaitumie. Ni fedha yenu, inajenga barabara. Na Watanzania mliopo, Watanzania walio wengi ninaowajua mimi hawana ziada. Wanajinyima, wanajinyima tujenge mahakama, wanajinyima tujenge ofisi ya wilaya, wanajinyima tujenge darasa, wanajinyima tujenge zahanati. Umejinyima namna hiyo umejinyima maisha namna hiyo, ukajenga mwenyewe, alafu mtu aliyeko mbali kule anakuambia kachome. Yeye kule aliko, watoto wake wanasoma, watoto wake wanatibiwa, pua na mdomo anapoishi na hospitali ni pua na mdomo, barabara zake ni kapeti, hawaruhusu hata kurusha kizibo cha chupa ya maji kwenye barabara zao anapoishi. Wewe za kwako, anakuambia nenda kachome na wengine unamsifia, unasema huyu huyu, unampenda wa aina hiyo. Tangu lini hao wanaharakati hawa wameipenda nchi yetu? Wanaharakati hawa lini wameipenda nchi yetu? Wakati wa serikali ya awamu ya nne walikuwa wanatukana hivyo hivyo, wakati wa serikali ya awamu ya tano tuko na na na hayati Magufuli walimtukana matusi mabaya yasiyo na ubinadamu. Alipo alipofariki cwawas Magufuli wakafanya na sherehe pumwanuwawa. Leo hii wale wale wale wale wale wale wale wale walio sisi, nchi nzima tukiwa tunaomboleza, wao wanafanya sherehe. Wana harakati hao wote wanaoandika, mmesahau lini? hawa wote siku taifa liko kwenye huzuni hawa walikuwa wanafanya sherehe. Kwa nini mmewasahau? Si ni hawa hawa. Nendeni kwenye kwenye mtandao yao mwone hawa hawa. Taifa limeondokewa na kiongozi mpambania maisha ya Watanzania, wao walifanya sherehe na kejeni. Hawa hawa, leo hii, tangu lini hawa wamekuwa wapenzi wa Tanzania wochegi pyamasara ena mlita busumba busu na balogi, tangu lini hawa wameipenda nchi yetu? Hawa wana harakati hawa, tangu lini wameipenda nchi yetu? Wengine mkiangalia hivi mnadhani wanaitukana awamu hii tu. Nendeni mkafuatilie wanaharakati hawa, hawa walifanya hivi hivi awamu ya, ya nne walitukana, walinyimwa tu ile walinyimwa tu ile hukumu ya Mungu, wakafanya hivyo hivyo serikali ya awamu ya tano. Hawa hawa sisi tuko kwenye msiba wao wakasherehekea. Hawa hawa wamegeuka lini? Hawa wamekuwa ndugu zenu, Ameipenda lini nchi yetu? Hao wengine mnaona wanatukana serikali awamu ya, ya sita, fuatilieni kumbukumbu zao. Na wao wakishachochea vurugu kama hivi, ndio wanalipwa kule wanakoishi. Wanaishi kwa kuchochea vurugu. Majuzi juzi wanawalipa vijana, kijana mmoja hivi hawa vijana wengine hawa wamechukuliwa juzi juzi, hawa walikuwa wali vijana tu, tuko nao huku tunasongesha wote, tunapeana tunaombana mpesa eti majuzi kwa ajili ya kutumwa kuchochea vurugu, kijana mmoja anapewa bilioni tano, bilioni tano ni milioni tano elfu moja anapewa Alafu anatafuta wewe, anakushawishi oh, demokrasia demokrasia, yeye kakunja bilioni tano. Na wengine wanaopita -pita huku kutushawishi wamepewa vichenji vya naenda, wee kawanunulie chupa ya petroli. Yani watanzania tumeshafikishwa I, -ile ule mchezo wa kitoto ule wa kuwekewa takataka kichwani, eti kakianguka amekutukania mamako. Hii mambo gani haya, mambo gani unarushaje shutuma? Unarushaje shutuma? Una serikali ambayo imejenga miundombinu ya afya mingi kuliko kipindi chochote tangu nchi ipate uhuru, imejenga majengo ya elimu mengi, kama nimetoa takwimu, kuliko muda wote tangu uhuru, imetekeleza miradi ya umwagiliaji, miradi ya umwagiliaji, miradi ya uvuvi mingi kwa bajeti ambazo hazijawahi kutengwa tangu nchi ipate uhuru wengine mnadanganywa sasa. Wengine hawakushiriki uchaguzi, wamezuiwa wame, ninyi hamjajua, hamjajua mtego uliokuwa unawekwa. Wamebadili njia tu, wamebadili njia tu, lakini lengo lao ni lile lile. Walikuwa wanataka tusiende kwenye uchaguzi wakisema, wakisema walikuwa wanataka tusiende kwenye uchaguzi wakisema paka tufanye kwanza marekebisho haya na haya na katiba, wakijua katiba haiwezi kupatikana ndani ya miezi mitatu. Kwa hiyo ili muda wa kikatiba wa serikali iliyopo ungeisha, halafu waje waseme tuna serikali ambayo iko nje ya kikatiba, warudi tena kwenye hii hii vurugu. Eh, uki- uki- ukisafiri na mtu ambaye hataki safari, utamjua tu. Ukimpa viatu anasema vizito, ukimwambia ondoa viatu anasema chini pana moto, atakuwa anabadili sababu tu. Sasa hii ni nchi, hii ni nchi, hatuwezi tukafanya mambo kwa kwa kwa kwa kwa, kwa misingi ya hisia. Tuna sheria, tuna katiba tumejiwekea. Hii ni nchi ina katiba na na na sheria mama ya kuheshimiwa, namba moja ni katiba. Hatuendi tu kwa hisia, hisia ni katiba. Sasa wale wanaowatuma, wale wanaowatuma hawa wanao wanao wana harakati yao wana wengine wengine wanaochochea, wale wanaowatuma wao, lengo lao hata si uchaguzi wanafanyaga hivi hivi kwenye nchi zinazogundua rasilimali, wanafanyaga hivi hivi. Ni vile kwa sheria za kimahusiano ya kimataifa hauruhusiwi ruhusiwi kutaja taja taifa, taifa lingine. Ningewatajia walifanya taifa gani na taifa gani, taifa mataifa yale yaliyogundua rasilimali walifanya hivi hivi. Ndio maana hayati Magufuli kila wakati alikuwa anawaambia vita ya kiuchumi haijawahi kukoma. Wanafanyaga hivyo na ninyi mnaangalia uchaguzi wenzenu, wana... wanajua Tanzania imegundua madini adhimu inayoifanya Tanzania itakuwa nchi ya kwanza Afrika kwa wingi wa madini adhimu uranium, pamoja na mambo mengi. wanajua itakuwa nchi miongoni mwa nchi tisa duniani zenye madini hayo adhimu, ambayo ndio madini yanayohitajiwa zaidi sasa hivi duniani wanajua. Wanajua Tanzania katika hii miaka hii ndio mradi wa gesi unataka sasa kuanza kutekelezwa na mauzo kuanza kufanyika. Wanajua? Wanajua ndio Tanzania sasa inataka kuuza chuma ni miongoni mwa nchi tano Afrika zenye chuma kingi, zenye makaa ya mawe mengi na ndio mradi huo unataka kufanyika. Wanajua Tanzania inaboresha na inataka ijenge reli ya kaskazini, reli ya kusini, bandari ya kaskazini, bandari ya Bagamoyo. Bandari ya dar es salaam, bandari ya kilwa, bandari ya mtwara. Wanajua? Wanajua reli inakuja mpaka mwanza, inaenda mpaka msongati. Wanajua? Wale wa vita ya kiuchumi wapo, wa vita ya kibiashara wamu, wala wa wazi uchaguzi. Ninyi mnaona uchaguzi, wenzenu wanaona uranium. Mwalimu nyerere alisema Mtanzania wa kawaida hawezi kununua watu kabla kwanza yeye ajanunuliwa hawa, hawa watu hawa hawa watu hawa, hawa wanaweza kutoa bilioni tano kwa mtu mmoja yule aliyewapa hizo bilioni tano wapeleke kwa mtu mmoja mmoja, yeye anafaidika na nini kama sio kwamba anamezea mate ya urani